Aise. Hivi awa wasanii wenu mmesha kaaga hata moja mkakaa mkawaonya, mnavokaa mnapost picha, mna picha sisi mashabiki zako tukae tuanze kkuzugumza kwa kuwa wewe mkwala, we, labda ni star zaidi yangu. Uo, ni upumbavu tena wali unanipiga alauotowak mtoto wa kike wewe mw... hakuna kitu umenimaindisha kama hicho, na nimesimama hapa kuongea kama unaniweza kwa chochote kile, jaribu mimi. Sikuogopi, siogopi, siogopi, siogopi uchawi, siogopi pesa zako, siogopi umaarufu wako, eti kwa kwa kuwa tu eti wewe sijui nini, nini. Mimi naongea kitu kati ya hivyo vitu nilivyoongea, kipi cha uongo hapo? au unanichukulia mimi unaniweza sana wewe mtoto wa kike mimi unaniweza sana unanipiga mkwala au sijui nini nini na ole wako akaunti yangu iibiwe akaunti yangu yoyote itakayochukuliwa nitadili na wewe kwa sababu usifanye si kama wapumbavu yani usione tunaongea ongea mitandaoni kajua hatujasoma wewe mdada we. Sisi si wapumbavu kama unavyonifikiria mimi sio mpumbavu umeshauliziaga CV yangu kwanza unajua mimi ni nani unataka tuanze kujuana sasa kujua we, wewe we, unanijua mimi ni nani? Au unaniona tu mitandaoni huku, unanijua, unanichukulia kama nilivyo? Tusichukuliane hivyo aise, kwanza we, kwanza, kwa nini unakuja kwenye DM yangu we, kama nani? eti kwa aise na yani, sijui ulisomaga, ulisomaga wapi? Sema tu, najua sifa ndo, na sifa zitaendelea kukuponza mpaka mwisho, nami situacha kusema. Yani haijalishi wewe ni nani, haijalishi unatumia nini, haijalishi unajuana na mkubwa gani serikalini, siogopi kwenye ukweli. Mimi nitakwambia, ukishakuwa msanii chagua kuwa msanii. Yani ukishajianika Instagram, no, yani jianikage huko huko na sisi tutakuanika. Si unataka kujianika Instagram, TikTok, sijui wapi, na sisi tutakuanika. Sasa wewe unajianika huko, afu mimi nikija kuongea unanipiga mkoa la hii message yako namtushia nani yani unanipiga mkwala leo sijui au tuishie hapo. Aya, mimi sitaki mimi mwenyewe sitaki uishie hapa. Nataka uishie huko unapotaka kunipeleka wewe. Nipeleke huko unakotaka wewe. Alafu tuone sasa kati ya mimi na wewe nani atashinda. Mwanamke, una manyonyo. Umetoka ubavuni kwangu. Uje unipige mkwala kiraisi mimi mtoto wa kiume. Alafu isitoshe tu mtoto wa kiume muha unanipiga mkwala. Yaani kwa kujivuna nini cha msingi yani ulichojivuna wewe ni kipi? Ela unazo umaarufu au tu kwenda kukaa huko siku chache ndo kurudi huko, unajiona tayari ushashindikana? Bado hujashindikana. Na mimi sasa, sikufanya hivi kwa mabaya, nilifanya hivi kwa ajili ya kukunyosha na sasa. Ukiendelea, kuna nini na ole wako. Ni mimi nimeshatoa onyo, na akaunti yangu naona ya TikTok, wameshaniwekea warning. Sasa ikipotea moja ya akaunti zangu, dada, sikufichi unapotaka, tufikishane, tutafikishana kwa sababu wewe, message zako ninazo, ushahidi nao. Polisi tutapelekana mimi na wewe. Tumeamua sasa tuanze kuanikana mambo yetu. Mimi nayaweza pia. Eti anakuja tu from nowhere eti unaanza kunipiga mimi mikwara. Mikwara mtoto hakiki. Yaani unajiamini nini mimi mtoto wa kiume unakuja kunipiga mikwara? Ulifikiria nini? Uliwaza nini? Ulifikiria yaani ulifikiria siku moja mbele. Mimi nishafikiria siku 30 mbele. Mtoto mdogo miaka 26 unakuja kunipiga, unajua umri wangu wewe? Umri wangu unaujua? Nimezaliwa miaka hamsini na mbili iliyopita kwenye hii dunia, unanichukulia tu ukiniona hivi, unanichukulia unavyonichukulia, wewe unanichukulia mtoto mwenzio eh? Ulizia CV yangu, ananijua wenzio. Aishajaribu give Harmonize aishajaribu give, alishindwa. Yani alijaribu kwa uchawi, alijaribu kwa kila kitu, ila alinishindwa mimi. Nimeaga nyumbani, afu unataka kuja kunitishia mtoto wa kike yani. Kinachoniuma zaidi, we ni mtoto wa kike, unasubutuje una kunitishia mimi Unajiamini nini mdogo wangu? Kwanza sio mdogo wangu, wewe ni mwanangu.